Vijana wa Githunguri walisikia Sifuna ako hapa wakakuja, wakazingira hii police station yenu, wakawasha moto hapo nje, wakasema huyu Sifuna tunasikianga leo, tunataka kudeal na yeye. Mheshimiwa Mchomba, nilihepa Githunguri nikitumia fence ya hiyo police station huko, lakini ndio ujue Mwenyezi Mungu ni mkuu, leo narudi hapa nikiwa chief guest. Hey. Na mimi sitawasalimia na Kikuyu, nimeambiwa kuna jamaa alikuwa anazunguka huku alikuwa anaongea Kikuyu yote ile anajua. Na nasikia siku hizi mnaogopa watu wakiwasalimia kwa Kikuyu kwa sababu muko na hiyo trauma ya kitambo. Mtafikiria mimi ni pia, mimi ni mkora, nimekuja kuwadanganya. Kwa kwa hivyo mimi nawasalimia tu kwa jina la Yesu Kristu, hamjambo. Mimi ndiyo Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa Nairobi na naibu wa kiranja wa walio wachache wa pale kwenye senate. Nashukuru sana mheshimiwa Gadhoni kwa kutualika hapa tuweze kuona jinsi ambavyo e, unaendesha mambo yako hapa. Sisi ni waluya kule kwetu ni Western, huwa tunasema lazima utembee kama kiongozi, lazima ujue vile watu wengine wanaishi.